Baya Simba umoja, wanasimba, asanteni sana ndugu zangu wa tawi la Simba Mkwajuni, wana simba wote wa Kaskazini Unguja. Kwanza ni waombe radhi, ilikuwa tuje hapa jana kwa ajili ya kufanya hamasa kuelekea mechi yetu ya tarehe ishirini, lakini jana mambo yakaingiliana nikashindwa kufika hapa. Lakini kwa kuwa tulishaweka ahadi na tulidhamiria kufika hapa, tukasema iwe mchana iwe mvua, tutakwenda kaskazini Unguja kwenda kuonana na wanasimba wenzetu, tuzungumze mawili matatu kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe ishirini lakini niwaambie tu wanasimba wote popote walipo katika ardhi hii ya Tanzania, popote sisi tunafika. Kwa hiyo kama kuna mtu atawabeza kwamba viongozi wenu hawezi kufika sehemu fulani, waambieni tu ya kwamba wanajisumbua. Sisi madhari sehemu fulani kuna wanasimba, basi ni wajibu wetu kuwafikia wanasimba kote walipo. Simba ni ya watu wote, Simba ni ya kila eneo. Tutafika na tutaenda kila sehemu bila kubagua bila kuchagua, ili mradi ni wana simba wenzetu, basi ni wajibu wetu kuwafikia. Na niko hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, rais wa klabu ya Simba Mohammed Dewji pamoja na wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ujio wangu hapa katika tawi la Mkwajuni Kaskazini Unguja una baraka ya viongozi wote wa Simba Sports Club. Baada ya kutoa utangulizi huo, ndugu zangu wa Mkwajuni, niseme tu ya kwamba tarehe ishirini siku ya Jumapili, tuna kazi kubwa tunatakiwa kuikamilisha katika uwanja wa Amani hapa Zanzibar. Kwa mara ya kwanza Simba inacheza michuano ya kimataifa katika ardhi ya Zanzibar. ungesubiri kidogo <laughs> eh, una unantingisha lakini sio tu mechi ya kimataifa, ni mechi ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, yaani tumebakiwa na dakika 180 Simba kwenda fainali ya michuano mm -hmm, ya Afrika na dakika hizo 180, 90 zinapatikana Zanzibar tisini zinakwenda kupatikana Afrika ya Kusini. Sasa hizi tisini za Zanzibar ndio zenye thamani kubwa kwetu, tisini za Zanzibar ndizo ambazo zimebeba hatima yetu, tisini za Zanzibar ndizo ambazo tunapaswa kumaliza kila kitu kwenye tisini hizo. Hivyo basi niko hapa kuzungumza nanyi ndugu zangu wa Mkwajuni, kuwaambia ya kwamba hii ni mechi yenu, wa Zanzibari. Hii ni mechi yenu, watu wa Mkwajuni, ni mechi yenu, wanasimba wa kaskazini Unguja, kuhakikisha ya kwamba tisini za Zanzibar tunazitumia vema, tunapata matokeo mazuri, tunakwenda tunakwenda hatua ya fainali kupitia mgongo wa Zanzibar. Ndugu zangu ni hii ni dhima kubwa ambayo tunawakabidhi watu wa Zanzibar, na ni dhima hii ambayo tunaamini mnaimudu kabisa. Mzigo mzito mpatie Mnyamwezi, lakini safari hii tunasema mzigo mzito mkabidhi Mzanzibari. Wazanzibari, tunawakabidhi mzigo mzito wa kuipeleka Simba fainali ya michuano ya Afrika, na mimi naamini na simba wote tunaamini ya kwamba hii inawezekana, na mzigo huu wa zanzibari na umudu, na mzigo huu wa Zanzibari mtaipeleka simba fainali. Hatujakosea hata kidogo kuileta mechi Zanzibar kwa sababu tunaamini simba nyumbani kwake ni Zanzibar. Hatujakosea hata kidogo kuileta mechi hapa kwa sababu tunaamini wazanzibari watatuvusha kutoka nusu fainali kwenda fainali yenyewe. Mara ya mwisho kucheza nusu fainali ilikuwa ni mwaka tisini na tatu, Simba ilivuka ikaenda fainali. Sasa basi baada ya miaka mingi kupita tumerejea tena kwenye hatua ya nusu fainali na hatutaki kuishia hapa, tunataka kwenda mpaka fainali yenyewe. Na hiyo kazi ya kuipeleka Simba fainali ni kazi ambayo iko mikononi mwa Wazanzibari. Hivyo basi, tufanye kazi tunavyoweza kuhakikisha ya kwamba nyama anakwenda fainali ya michuano ya Afrika. Wote hapa ni watu wazima. Tunaposema tufanye kazi tunavyoweza, tunajua tunapaswa kufanya kitu gani simba aende fainali, au kuna kuna haja ya kuanza kuelekezana tufanye kitu gani? Shafahamu, shafahamu, ehe. Na kazi itafanywa, unanihakikishia mzee wangu Simba anakwenda fainali, Simba anakwenda fainali, Simba nakwenda fainali. Na ndio maana tumewapa hii kazi ya kuipeleka Simba fainali, kwa sababu ni kazi ambayo ninyi mnaimudu pakubwa. Ndugu zangu, nisiwachoshe sana ukimya ukukma itawi lina wazee wengi, na ukiona wazee wengi, jua busara ipo, wala usijali, wanatosha. Ndugu zangu ni Wanasimba Mkwajuni na Wanasimba wa Kaskazini Unguja, Jumapili tunahitaji mambo mawili yote hayo yatafanyika bila wasiwasi wasi. lakini tunahitaji yafanyike kwa ukubwa zaidi, yafanyike kwa ubora zaidi. Hakuna mashaka ya kwamba Jumapili Simba tunashinda dhidi ya mpinzani wetu, lakini tunataka ushindi mkubwa zaidi. Hilo ni jambo la pili, tunahitaji ushindi. Hakuna mashaka, mpinzani wetu Stellenbosch hawezi kufunga nyumbani kwetu, Amani Zanzibar, haiwezekani oh. Kwa mantiki hiyo maana yake ni kwamba Simba tuna uwezo wa kushinda Jumapili bila mashaka ya aina yeyote ile, lakini tunahitaji ushindi mkubwa Jumapili, na ushindi mkubwa tunaohitaji hapa ni ushindi wa kuanzia magoli matatu kwenda mbele. Kwa Kiarabu wingi unaanzia ngapi? wingi unaanzia tatu, kwa Kiarabu. Achana na ule wingi wa Kizungu unaoanzia mbili, hatuutaki. Tunataka wingi wa Kiarabu ambao unaanzia tatu. Kwa hiyo, Jumapili insha Allah tunahitaji magoli kuanzia matatu, mnyama aende hatua ya fainali na hili jambo linawezekana sana kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo kwa aina ya uwekezaji tuliokuwa nao na kwa aina ya maandalizi tuliokuwa nayo, lakini nguvu kubwa tunaitegemea kutoka kwenu Wazanzibari, ili tuweze kutimiza malengo yetu ya kupata mabao matatu na kwenda mbele. Jambo jingine ambalo tunaohakika nalo Jumapili litatokea na litafanyika ni Wanasimba kujaza uwanja wa Amani. Hilo halina mashaka hata kidogo. Wana Simba wataujaza uwanja ule, lakini tunachokihitaji tarehe ishirini, watu wasije kushangaa uwanjani, watu waji wafanye kazi ya kushangilia Simba yao kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo kila atakayekuja uwanjani tarehe ishirini asije akatulia namna hii. Kila anayekuja uwanjani aje na shangwe lake la kutosha, aje ashangilie mwanzo mwisho, aje apige kilele anavyoweza, kuhakikisha ya kwamba tunawachanganya wapinzani wetu, tuweze kutimiza malengo yetu. Na ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Mpinzani tunayecheza naye, pamoja na maajabu aliyoyafanya Afrika ya kumtoa Zamalek, lakini bado ni mtoto mchanga mno. Hivyo tukimpigia kilele za kutosha tukamchanganya kuanzia majukwaani, atalegea na malengo yetu ya kuchukua ushindi mnono utawezekana. Kwa hiyo nitoe rai hivi sasa, yeyote ambaye ananunua tiketi, basi anunue tiketi kwa ajili ya kuja kufanya makelele uwanjani, anunue tiketi kwa ajili ya kuja kushangilia timu yake uwanjani, na asinunue tiketi kwa ajili ya kuja kuangalia mechi siku hiyo. Hatuendi kuangalia mechi, tunakwenda kushangilia, tunakwenda kufanya vurugu, tunakwenda kufanya kelele, kuhakikisha ya kwamba mnyama anapata morali ya kutosha, na mpinzani wetu anachanganyikiwa pakubwa, tutimize malengo yetu, ndugu zanguni. Itakuwa ni fedheha kubwa mno kwa, ni aibu kubwa mno, kwa kubwa mno. Kwa Zanzibari, mkashindwa kuipeleka Simba fainali. Ajitahidi, jitahidini mnavyoweza mzee wangu, Simba aende fainali. Simba tayari ashaingia fainali, bado kombe tu Inshaallah. Napenda maneno jasiri kama haya. Mwenyekiti ametuhakikishia ya kwamba Simba tayari ameshaingia fainali na sisi tunahangaika tuingie fainali, sio kwa sababu ya kumjibu mtu mwingine yeyote. Tunahangaika kuingia fainali kwa sababu ya kufikia rekodi yetu ya mwaka tisini na tatu wenzetu wa mwaka tisini na tatu waliipeleka Simba fainali na sisi kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano tunatakiwa kuipeleka Simba fainali kwa hiyo kila mwanasimba wa kizazi hiki atambue ya kwamba ana wajibu, ana jukumu la kuipeleka Simba hatua ya fainali. Na fainali ndugu za nguni wana simba inawezekana sana. Lakini kama haitoshi, mara mbili timu kutoka Afrika Kusini, yani timu za wa South Africa, zimezuia Simba ishindwe kutimiza malengo yake. Nyote mnakumbuka Kaizer, mnakumbuka Orlando. Sasa amekuja mwafrika kusini mwingine, tusikubali akaja akavuruga rekodi yetu, akaja akavuruga malengo yetu. Tumejifunza vya kutosha kutoka kwa South Africa waliopita. Huyu tunakwenda kumfanyia kazi haswa haswa, kuhakikisha ya kwamba tunampelekea pumzi ya moto, tunampelekea ubaya ubwera, tunampelekea sicheki na wowote, nyama anachukua ushindi mnono hapa, anakwenda hatua ya fainali. Hatuhitaji kingine chochote kuanzia hivi sasa zaidi ya fainali. Kipaumbele cha mwana simba kiwe ni fainali, mazungumzo ya mwana simba yawe ni fainali. Tunaitaka fainali, na kwa wanasimba wote wanasimba wote wa Zanzibar, Unguja na Pemba, tukashirikiana na wale wanasimba wa bara, hakuna wa kutuzuia, hakuna wa kutushinda, hakuna wa kutuchelewesha. Mnyama anakwenda fainali mwaka huu kwa mapenzi yake mwenyezi. Nduguzangu ni sochote sana, nimekuja hapa kuja kuwatangazia vita hiyo nakuja kualika katika mchezo huu na kukumbushana ya kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya mechi hii tunatakiwa kuimalizia hapa mcheza kwao mcheza kwao hutuzwa na mbwa mkali wapi mbwa mkali kwao sawa jamani sasa basi tunapaswa kufanya kila tunachoweza tuko nyumbani kwetu tuhakikisha kwamba tunatunzwa nyumbani kwetu, tuhakikishe kwamba kila kitu kinaishia hapa nyumbani kwetu. Tusije tukajilaumu baadaye hatukufanya kazi ya kutosha nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu, tufanye kila tunachoweza, mnyama aende hatua ya fainali. Kwa nimekuja hapa Mkwajuni kwa ajili ya kuwaalika katika mchezo huo na kuwaambia kwamba kila mwanasimba hatakiwi kubaki kaskazini Unguja siku hiyo. Kila mwana simba anatakiwa kuja uwanjani Amani, kuja kuishangilia simba yake. Baada ya bada kusema hayo, niseme asanteni sana. Kwa yoyote ambaye atahitaji tiketi, muuza tiketi yuko hapa, nunua tiketi yako, zimebaki chache. Tarehe ishirini, watu wote wa kaskazini Unguja tuamkie Amani twende tukapeleke Ubaya ubwela. Asanteni sana na washukuru sana mwenyekiti. Mimi nimemaliza, uh.